Habari za wakati huu, karibu tena. Ni wakati mwingine tena tunakutana hapa e, tuzidi kuhabarishana taarifa mbalimbali baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, e, mwaka huu 2025, ambapo pia tulishuhudia maandamano makubwa pamoja na vurugu ambazo e, zilitokea Tanzania na maelfu ya vijana wa Kitanzania wakipoteza maisha. Tumeshuhudia Umoja wa Mataifa UN ukitaka serikali ya Tanzania kufanya uchunguzi mara moja, lakini pia tumeshuhudia tamko kutoka teki na tamko pia kutoka Kanisa la Kiruseli, Kanisa la Kiinjili la Kiruseli Tanzania KKKT, ambao nao pia wametoa tamko, na matamko ni mengi sana, ambapo watu pia walikuwa wanataka mahakama ya kimataifa ya uhalifu iweze kuchunguza kile ambacho kimetokea Tanzania. Kumbuka nilikuchambulia kwa kina zaidi kwamba ICC ili iweze kuchunguza, kuna taratibu ambazo zinatakiwa kufuatwa, na kubwa zaidi ni kwamba ukihusika kama Tanzania itabidi ifanye uchunguzi kwanza na kuwawajibisha wote waliohusika katika mauaji ya vijana wa kitanzania ambao waliandamana. Endapo nchi husika itashindwa kufanya uchunguzi, ndipo ICC inaweza kuingilia kati. Lakini pia UN wakaitaka Tanzania ifanye uchunguzi mara moja wa kile ambacho kimetokea Tanzania Oktoba 29, siku ya uchaguzi, lakini pia hata baada ya uchaguzi. Taarifa kubwa ni aliyekuwa kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe ametoa tamko kubwa mno leo kwamba Tanzania imejeruhiwa vibaya, ukweli lazima usemwe. Ni aliyekuwa kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe ametoa tamko lenye hisia kali, akilani vikali mauaji aliyoyaita mauaji ya, ya Oktoba yaliyotokea nchini Tanzania kutokana na uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 2025, akiyalinganisha na tukio la kihistoria la Tiananmen Square ambalo lilitokea nchini China mwaka 1989. Katika tamko lake lililotolewa Novemba 13 mwaka 2025, Zitto Kabwe amesema na majonzi makubwa kutokana na kile alichokiita ndoto mbaya iliyomeza taifa lote, akieleza kuwa damu ya Watanzania wasio na hatia imemwagika. Zitto Kabwe ameandika, mioyo ya watanzania inavuja damu, nchi imejeruhiwa. Mauaji haya ya kikatili yaliyofanyika Mwanza, Mbeya, Arusha, Dar es Salaam na Songwe yamevunja familia, yameharibu jamii na kuizika amani tuliyojivunia. Amesema kwamba katika maandamano yaliyofanyika Oktoba thelathini mwaka huu 2025 mjini Kigoma kupinga matokeo ya uchaguzi alikamatwa na kuwekwa mahabusu katika kituo kikuu cha polisi, na ndipo alipoanza kupata taarifa za vifo na vurugu zilizokuwa zikiendelea maeneo mengine nchini Tanzania. Aidha, ametaka uchunguzi huru na wa kimataifa kuhusu mauaji hayo akipendekeza uongozi wa uchunguzi huo uongozwe na Umoja wa Mataifa au Umoja wa Afrika AU ili kuhakikisha ukweli unajulikana na waliohusika wanawajibika. Tunahitaji tume huru ya ukweli na mareziano, fidia kwa familia za waliopoteza wapendo wao, na uwajibikaji wa wazi kuanzia walioamuru hadi waliotekeleza, amesema Zitto Kabwe akimaanisha wale ambao walitoa amri ya kwamba eh, amri ya kwamba eh, vijana Tanzania, wa kitanzania au watanzania ambao wameuawa, washambuliwe kwa risasi za moto na wengi wao kupoteza maisha, kwamba waliotoa amri pamoja na waliotekeleza amri hizo, wote kwa pamoja wawajibishwe. Zitto Kabwe pia amesisitiza kuwa viongozi wa vyombo vya ulinzi na usalama wanapaswa kujiuzuru mara moja, akisema wamegeuka kuwa wanyama wanaowatisha wananchi badala ya kuwalinda. Zitto amelitaja tukio la Oktoba 29 kuwa aibu kubwa zaidi kwa taifa tangu uhuru, akisisitiza kwamba kama wanajeshi kama mwanajeshi mstaafu wa jeshi la kujenga taifa JKT, anaona fedhea kubwa kuona raia wakiuawa katika hatua ya mbele. Zitto ameitaka serikali kuanzisha mazungumzo ya kitaifa ya maridhiano yenye lengo la kuandika katiba mpya itakayoweka msingi wa demokrasia ya kweli na kuwapa wananchi mamlaka halisi ya kuamua mustakabali wao. Hicho ndicho lichokialika Zitto Kabwe, aliyekuwa kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, kufuatia mauaji yaliyotokea Oktoba 29 mwaka huu, lakini pia E, pamoja na kuendelea, yani siku ya uchaguzi na hata baada ya uchaguzi, watu wengi wametoa maoni yao e, kufuatia hiki ambacho nikizungumza Zitto Kabwe, lakini nitakwambia hapa vitu vikubwa ambavyo amevizungumza pia, kwamba e, ametaka uchunguzi huru na wa kimataifa kuhusu mauaji hayo, akipendekeza uongozi wa uchunguzi huo uongozwe na Umoja wa Mataifa UN ambao tayari wametoa tamko na kuitaka serikali ya Tanzania ya kufanya uchunguzi, na kama sio Umoja wa Mataifa, basi amependekeza Umoja wa Afrika AU, nao pia ikiwezekana wafanya uchunguzi ili kuhakikisha ukweli unajulikana, lakini pia waliohusika wanawajibika. Lakini pia kingine kikubwa, amezungumzia swala zima la maridhiano nimesema hapo. Watanzania wengi wameguswa na hiki cha Zitto na kutoa maoni yao. Huyu wa kwanza anasema kwamba baada ya kukosa ubunge, sasa naona umeanza kupata akili. Mwingine anasema kwamba dalali, baada ya biashara kupa, sasa ameamua kuwa mkweli. Mwingine anasema kwamba winga wa siasa, naona yupo kazini mwingine anasema kwamba mnafiki mkubwa, ungeungana na no reforms, no election ingekuwa power kubwa mno, lakini ukapinga na kusema kwamba mna njia za kulinda kura. kipo wapi? Mwingine akasema kwamba tatizo la viongozi wengi wanasubiri tatizo litokee ili wapate kujionyesha kwa kutoa matamko badala ya kuzuia hatari. yalipopangwa maandamano hawakuzuia, na yalipotokea maafa ndo wamejitokeza na, na na, wamejitokeza na hawajatuambia ni kwa nini waandamanaji walivyochoma majengo, magari, miundombinu. Na sasa tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili waandamanaji wanapanga tena kuvamia sehemu mbalimbali na huwezi kusikia wanaikemea, hadi watu watakapokufa, ndo viongozi wataanza kukemea. Mwingine anasema kwamba kaongea hivi kwa sababu kakosa ubunge, alichotegemea kakikosa, sasa akili zimemkaa vizuri, naona ameamua e, sasa kuongea ukweli. Mwingine akasema kwamba hawa ni vibaraka wa CCM hatuwasikilizi. Mariziano kuhusu nini na wanariziana na nani? Wapore uchaguzi halafu mliziane, badala ya kuchukuliwa hatua? Hicho kitu hakikubaliki. Na mwingine akasema kwamba maneno mazuri nje ya wakati mwingine akasema kwamba kweli he, ni dalali tena, watandae wisema hayo mambo sio akasema uchaguzi ni huru na haki, tusiandamane ni dalali. Ni watu kwa Zito Kabwe na kwa taarifa zaidi, endelea mchoutla kila wakati.